Hey mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na mafunzo yetu ya kuweza kujifunza teknolojia na tupo katika kipengele cha malicious software. Tumeangalia kiundani aina ya, ya kwanza ya malicious software ambayo ni virus, na video hii ya leo tutakwenda kuzungumzia kiundani kuhusiana na worm. Je, yeah. unajua kama kuna aina za malware zinazoweza kuenea haraka kwenye mtandao network internet bila hata wewe kugusa chochote Ndiyo, inaitwa worm aina hiyo ya malware, na kitu cha ja kutisha ni kwamba inaweza kuharibu mifumo ya kompyuta, kusababisha upotevu wa data na hata kuweza kuathiri mabilioni ya dola kiuchumi. So karibu kwenye video hii, tutakwenda kuangalia kila kitu unachohitaji kujua kuhusu worm. Jinsi zinavyofanya kazi, madhara yake, na jinsi ya kuweza kujikinga. So hakikisha unatazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Tuanze kwa kuangalia worm ni nini? Worm ni aina ya malware inayojirudia na kuenea yenyewe kutoka kompyuta moja hadi nyingine bila ya kuhitaji kuambatana na faili nyingine kama vile virus ya kawaida, tulivyoona katika video iliyopita, ambapo virus ilikuwa inahitaji iweze kujiattach katika faili ama program, ndipo iweze kusambaa. Lakini worm ipo tofauti na virus. Tofauti na virus, worm haihitaji mtumiaji kuweza kufungua faili ili ianze kufanya kazi, lakini inajiendesha yenyewe mara tu inapoingia kwenye mfumo na inaweza kuenea kwa kutumia mtandao, barua pepe, emails au hata USB drives zilizoambukizwa na hii aina ya malicious software. So, worm ni just ni aina ya, ya program hatari inayojitegemea na kuweza kujiambukiza kutoka kifaa kimoja hadi kingine bila ya kuhitaji kuweza kuambatanishwa na program au faili nyingine kama ilivyo kwa virus. Kwa fupi, hao ndio malicious software aina hii ya worm. Mfano wa maisha halisi ambao utaweza kuelewa kuhusiana na aina hii ya malware, fikiria ugonjwa wa kuambukiza unaosambaa haraka kutoka mtu mmoja hadi mwingine bila hata mgonjwa kuweza kufanya lolote. Hivyo ndivyo worm inavyofanya kazi kwenye mtandao wa kompyuta. So baada ya kuangalia maana ya worm na kuona worm ni aina gani ya malware, sasa labda tuweze kuangalia jinsi worm inavyofanya kazi ama sifa kuu za worm. Worm huweza kuenea kwa kutumia udhaifu wa mifumo ya kompyuta au mitandao isiyo na ulinzi wa kutosha. Inafanya kazi katika njia hizi ambazo nitakuelezea hapa. Kwanza, kuweza kujirudia bila ya kikomo ili kuweza kujaza ile storage ya kompyuta, hard drive au mtandao network, ile bandwidth, lakini pia kuweza kuiba au kufuta data bila ya ruhusa ya mtumiaji, kuweza kutuma spams, emails kwa watu wote kwenye orodha ya mawasiliano watu wote wanatumiwa email katika contact yako na wanapokea ujumbe ambao unatokana na malicious software hawa, kufungua mlango wa nyuma tunasema backdoor kwa hackers, ili waweze kudhibiti kifaa chako. Worm inafanya kazi kwa namna hiyo, inajitegemea, inasambaa kupitia mtandao, email, barua pepe e, network, internet, ina inanakili na kala nyingi yani na jikopi na kujipesti na jilite kwa haraka zaidi. So tuache sifa kuu za wam na tuangalie sasa mfano halisi wa wam. Kuna wam zilizowahi kujitokeza huko eh, kipindi cha nyuma ambacho ziliweza kuwa gumzo. Ya kwanza ni Morris mriswm mwaka 1988 na ilikuja moja worms ya kwanza kabisa, na ilileta uharibifu mkubwa wa kompyuta zisizopungua elfu sita kati ya kompyuta elfu sitini zilizokuwa mtandaoni wakati huo. Iliziba mifumo kwa kujirudia kwa wingi na kusababisha matatizo makubwa kwenye mtandao wa AppNet. hiyo ni miongoni mwa mfano wa worm iliyowahi kujitokeza kwa kiwango kikubwa, lakini pia kuna I Love You worm ambayo iliambukiza mamilioni ya kompyuta kwa kutumia barua pepe yenye kichwa ambacho kinasomeka, ile heading yake subject yake inasomeka I Love You. Watu waliweza kufungua faili iliyoambatanishwa attachment na worm, hivyo ilianza kujirudiarudia, kujisambaza, kujiduplicate kwa barua pepe zote kwenye akaunti ya mhusika. Hii iliweza kuharibu mafaili na kusababisha hasara ya zaidi ya bilioni dola kumi duniani kote. Lakini ukiachilia na I love you worm, eh, mfano mwingine ni Conficker worm. Hii iliweza kuambukiza zaidi ya milioni kumi za kompyuta duniani kote, ikashambulia mifumo ya Windows, lakini pia iliweza kufungua milango kwa hackers na kuwezesha kuweza kudhibiti kompyuta zilizoathiriwa. So hiyo ni mifano michache ya worm, ambayo iliwahi kujitokeza na ikachukua headline. So tukiachilia mifano tuangalie sasa madhara ya worm, athari za malicious software ya hawa. Hapa kuna baadhi ya mambo makubwa ambayo yanasababishwa na worm takriban ni matatu nimekusogezea. Kupunguza kasi ya mtandao lakini pia kupunguza utendaji wa mfumo huongeza trafiki ya mtandao na kujirudia na kutuma data nyingi ambazo hazina maana, lakini pia kuiba data na kufuta data. Worms zingine hufuta mafaili au kuweza kuiba taarifa nyeti. Na ya tatu, kuweza kusababisha mifumo kuweza kuporomoka. Eh, lakini pia kuweza E, kufungua mlango kwa hackers. Baadhi ya worms huwaruhusu hackers kuweza kudhibiti kompyuta zako e, na mifumo yako mbalimbali, lakini pia kusababisha hasara za kifedha. Kampuni zinaweza kupoteza mamilioni ya dola kwa kuweza kushughulikia madhara ya worm na kulipia cyber security. Hiyo ni mifano tu e, mwa madhara ama athari ambazo zinajitokeza endapo utashambuliwa na malware aina hii ya worm. So, tuangalie sasa namna gani ya kuweza kujikinga na worm. Epuka kufungua barua pepe na linki ama viambatanisho attachment kutoka kwa watu usiowajua. Hakikisha mfumo wako wa uendeshaji I mean operating system kama ni mtumiaji wa macOS ama Windows ama Linux uko updated mara kwa mara. Lakini pia tumia firewall kuweza kulinda mtandao wako dhidi ya mashambulizi ya nje. Vile vile weka anatumia programu ya kinga virus antivirus yenye uwezo wa kugundua worm na kuweza kuzuia. Vile vile tumia password imara na epuka kutumia neno la siri lile lile kwenye akaunti nyingi. So, huyu ni aina ya malicious software ambayo ni worm kiundani tumeweza kuangalia, na natumai utakuwa umeweza kujifunza kitu na umefahamu vizuri zaidi kuhusiana na aina hii ya worm, aina hii ya malware, tofauti na ile ambayo tumeipitia katika video iliyopita ambayo ni virus. So ameni kuache na swali leo katika video hii, je, umejifunza nini kuhusu worms? na umewahi kukumbana na shambulizi la malware kama hili Naomba tuambie katika sehemu ya maoni, na kama unataka video zaidi kuhusiana na cyber security na usalama wa mtandaoni, hakikisha unabonyeza subscribe button na kuwasha kengele ya taarifa ili uweze kupata notification pale tunapo upload mwendelezo na kuweza kujifunza vitu vingine ambavyo vinahusiana na hiki ambacho tumekizungumzia leo. Asante sana kwa kutazama video hii mwanzo hadi mwisho. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Asante.